Papemi, naitwa Ali Adabu 13 wa hapa 69 Media. Of course leo nakuletea ma exclusive mengi ambayo ameendelea ku happen, niko mitandaoni kwenye mitandao ya kijamii, things have been so hot. Na siku ya leo bwana, kupitia ukurasa wa msanii Diamond Platnumz Ameshare video ambayo kila mtu amekuwa na matamanio ya kuona kitu kama hicho hapo kwenye ukurasa wake, na that's good, kwa sababu siku ya leo Diamond Platnumz ameshare video akiwa na Harmonize. Eh, ilikuwa ni usiku wa Tracy pale, na kuna baadhi ya video zilikuwa zinatrend, lakini mategemeo ya wengi ilikuwa siku muona Diamond akiwa anaposti video akiwa na Harmonize. Guess what, siku ya leo amepost picha zake nyingi, lakini mwisho zile picha ambazo ameziposti kwenye ukurasa wake wa Instagram, kuna video akiwa yeye na Harmonize okay, wakiwa wanasalimiana baada ya kukutana kwenye moja ya njia kwenye zile uh, tuzo za Tres pale Zanzibar. So watu wengi wamejiuliza vitu vingi juu ya video hii. Je, ni kweli kwamba Diamond Platnumz baada ya kuomba msamaha na Harmonize kwenye ukurasa wake wa Instagram, sasa naye rasmi ameamua kujibu kwa kuonyesha kwamba wawili hao hawana tatizo lolote, na ndio maana ameposti hiyo video? Kwa hiyo kila mtu anajiuliza juu ya hili tukio ambalo limetokea siku ya leo kwa Diamond Platnumz uh, kuposti video akiwa na Harmonize. Ikumbuko ya kwamba hivi karibuni Harmonize uh, kupitia ukurasa wake wa Instagram waliposti juu ya kumwomba msamaha na kusema kwamba yeye ni mdogo, kwa hiyo kuna muda lazima akosee na kuomba msamaha kwa mtu mzima ambaye alimzidi umri na kimafanikio, basi ni kawaida. Lakini pia alishea kwamba wanamsikiti huko Mtwara ambao alianza kujenga Diamond miaka mingi sana, lakini baada ya ya hapa na pale akaamua, and then Harmonize akaamua kuendeleza msikiti huo kuujenga pale Mtwara na kuuita jina la Masjid nasip. Kwa hiyo haya ni moja kati ya yale ambayo watu wanajiuliza. Je, yeah, Diamond sasa naye ameamua kumsamehe Harmonize, ndio maana ameposti hiyo video kwenye ukurasa wake wa Instagram? Mimi najiuliza kama unavyojiuliza wewe, lakini hiki si kitu kibaya kwa wasanii wa Bongo Flava kwa pamoja, na kuonyesha kwamba love bado ipo kwa watu hao na kama tunavyo na kama tunavyojua Harmonize ni mtu ambaye kwenye mitandao hapoi. Kwa hiyo watu sasa wanasubiri, uh, response ya Harmonize juu ya kile ambacho amekiposti Diamond Platnumz kwenye mitandao eh, ya kijamii kwenye ukurasa pale wa Instagram. So moja ya komenti ambazo nimekutana nazo kwenye hiyo posti ya Diamond ni mtu kuuliza kwamba basi kuna uwezekano mkubwa wa Diamond kufanya collaboration na Harmonize kwa sababu wawili hao wanaonekana wamemaliza tofauti zao na sasa hivi kila mmoja yuko tayari eh, kukaa mezani na mwenzake ili kufanya kazi. Hizo ni moja ya comment ambazo zimeandikwa kwenye posti hiyo ya Diamond ambaye ameposti akionyesha baadhi ya picha zake akiwa pale kwenye eh, usiku wa Trace Awards uliofanyika pale Visiwani Zanzibar na kwenye ile video Harmonize alikuwa anafanya utani kidogo. Diamond alikuwa anamwambia eh, dress ni ya kwako mzee, umejipanga sana, umekuja na magari na nini. Kama navyojua, Harmonize mtu fani ana masihara mengi sana, hasa akikutana na watu ambao anafahamiana nao tangu akiwa anaanza muziki mpaka leo. So tutegemee makubwa kupitia uh, posti hii ya Diamond Platinum sijui ya komposti Harmonize akiwa anasalimiana naye au ndo ile tunasema funika kombe mwanaharamu haramu apite. Bana, mimi naitwa Ali Adabu 13. Fika pale YouTube subscribe chaneli yetu inayofahamika kwa jina la 69 Media, lakini pia bonyeza alama ya kengele, like, comment na kushare, kuwa kwanza kupata taarifa zetu. Of course unakuwa ni mwanafamilia kabisa kabisa. Till next time, I'm out.